Ya Mombasa inaongoza kwa visa vya maambukizi ya mpox humu nchini. Haya yamethibitishwa na naibu kamishna wa gatuzi la Changamwe Kikuh Labat wakati wa kuongoza hafla ya 62 ya madaraka iliyoandaliwa katika uwanja wa shule ya Chaani. Labat ametoa wito kwa wananchi kuzingatia usafi na kuripoti dalili zozote za zo ugonjwa huo unaosababisha vipele mwilini kwa idara ya afya ili hatua mwafaka ziweze kuchukuliwa. Iko watu ambao wamekuwa victims um, yani wameshikwa na hiyo ugonjwa, huo ugonjwa unaoitwa monkeypox. Sasa saa hii iko nasa, we are the leading county in Kenya. Mwaelewa hiyo, usi usichukulia bwana kwamba ni msa. So we are all potential uh, culprits. Mi najua hiyo haikuwa imesemwa nao watu wa public health walipatiwa, lakini walisahau hiyo. Tujichunge jamani, hiyo ugonjwa ni mbaya. Wakati huo, labda atamuhimiza wananchi kuchukua jukumu la kuzungumziana ili kuhakikisha hakuna anayejihusisha na mihadarati na pombe haramu. Sisa kuambia wacha pombe ni hiari yako, ukitaka kunywa, kunywa, lakini wenye wanapenda maisha yao yeah. Tafadhalini, mkijua wenye wana supply yeah. na osi I didi. Didi. I mutuambie, naosi mutuambie, tutafanya yeah. vile tunawezavyo yeah. drugs ama mambo ya pombe ya kupindukia Let's call Masai na tumwambie hiyo sio njia ya kwenda. Mumesikia viongozi wenu wamesema, wako na nyinyi, wako na nia kusaidia nyinyi, so tujaribu tujaribu hao watu, tu, tuwasaidie. Aidha, amehimiza ushirikiano na wananchi ili kudumisha usalama miongoni mwao, kauli iliounga mkono na viongozi mbalimbali wa mbali. Usalama katika eneo hilo sisi tunashikiliana na, na chief, assistant chief wazee wa mtaa, boda boda, tunasikizana, tumesikizana, hata tukafanya mkutano na wao na vile tutafanya kazi. They are over 1600 in Changamwe. Mama boga tutakuprotect, business community pia tutamprotect. Ni neighbor ya mzee Oko, Edison edition Oko ni neighbor. Sasa usiku Tumeelewana. Mambo ya usalama si ya siasa. Kuna watu wana nyumba, wanalala manyumba yana grills, wana CCTV, wana watchman, wana mbwa yako unayo. Upande wao viongozi wa au kisiasa wakiongozwa na mwakilishi wa wadi ya Chaani, Franklin Makanga na mwenzake wa Kipevu, Leila Nyache, umepongeza miradi mbalimbali inaendelea mbali, ikiwemo ujenzi wa kituo cha teknolojia katika ukumbi wa Chani na ujenzi wa nyumba za bei nafuu unatarajiwa kuanza ukiendelezwa na serikali katika mtaa wa Saratoga Ali. Nataka nishukuru sana sana rais wetu ambaye ni mheshimiwa Ruto. Mheshimiwa ameweza kuleta mbinu ya kuweza kujenga hizi affordable house ambazo zinasaidia sana, na hata hivi karibuni hapa airport road utakuwa na hizo affordable house zitaweza kusaidia wane wa mama wa chini na sisi pia tutaweza kupewa funguo kama vile wamama wenzetu waliopewa funguo pale mkuru kwa Njenga na wengine Kisumu wapi. Kwa hivyo na sisi pia tunatarajia hayo maendeleo kutoka kwa rais, ndani ya chani social hall milioni 25 huo mradi ukienda kwa Facebook account yangu utaona design ambazo zimekuwa approved na director of public works, na anytime time huo mradi utaanza, tuongezee pale kwa ile ambayo tumejenga basketball court, tusongeshe chaani mbele Sasa... Vincent Benvin TV